Nina wasalimuni nyote katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu anayetupatia uzima na afya kila itwapo leo, na asubuhi ya leo tena niwaalike katika mwendelezo wa mada yetu inayosema namna ya kuwa mtakatifu, namna ya kuwa mtakatifu, baada ya kuwa tumeona hatua tatu za kuwa mtakatifu Justification, sanctification na glorification. Jana tulikuwa tukishughulika na hatua ya pili ya kuwa mtakatifu ambayo ni sanctification au kutakaswa. Hiyo ndio hatua ambayo jana tulikuwa tukishughulika nayo. Sasa, leo bila kupoteza muda, niwalike katika ile hatua ya tatu ya kuwa mtakatifu ambayo ni glorification. Hii hatua ni, ni, ni hatua ya mwisho kabisa ya kuwa mtakatifu ambayo ni kipindi ambacho mwana wa Mungu anakuja kuwachukua watakatifu kutoka katika ulimwengu huu na kuwapeleka katika pumziko mbinguni na kisha kuwaleta katika makao ya milele yasiyokuwa na dhambi. Glorification ni hatua ya tatu ambayo dhambi haitakuwepo tena duniani. Ni hatua ambayo dunia hii itakuwa imefumuliwa upya, imetakaswa ule utukufu aliyopoteza mzazi wetu pale Edeni utakuwa umerudishwa au umerejeshwa tena kwa mara nyingine. Ni hatua ambayo hakuna atakayeishi katika vita tena dhidi ya dhambi. Ni hatua ambayo aliyemshindi atakuwa ameshajulikana kwamba ni mshindi na aliyeshindwa atakuwa ameshajulikana kwamba ameshindwa na malipo yake atakuwa ameshayapokea. Just glorification ni hatua ambayo, ni hatua ya kuamua, ni hatua ya mwisho ya maamuzi. Kwa hiyo nikuarike tutazame kwa undani kidogo katika hatua hii ya mwisho ya kuwa mtakatifu. Ndio maana nikawaambia kwamba katika hatua hii ya tatu, hatua ya kwanza na ya, na ya tatu ni hatua ambazo ni Mungu mwenyewe anazifanya. Ni Mungu mwenyewe anayefanya kwa uwezo wake. Katika ile hatua ya pili ya utakaso au hatua ya sanctification, ndipo ambapo mwanadamu anafanya cooperation na Mungu wake, anatumiwa ana, ana, na Roho Mtakatifu katika kujitakasa mwenyewe na kuiacha dhambi. Sasa nikualike kitabu kile cha kitabu katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tatu na ule mstari wa pili hadi wa tatu ndilo fungu letu linalokwenda kutufungulia mahali hapa. Yohana wa kwanza sura ya tatu na ule mstari wa pili maandiko matakatifu yanasema: Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Naomba nirudie fungu hili, wapenzi: sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Ninatamani tu hilo neno, hiyo sentensi ya kwanza ikusaidie kuelewa kitu: tu wana wa Mungu na mimi niliwaambia kwamba sisi si kwamba ni wana wa Mungu kwa sababu tunasali, si kwamba ni wana wa Mungu kwa sababu kwa sababu hatutendi dhambi. Sisi ni wana wa Mungu kwa sababu sisi ni watoto wake, alituumba na akatukomboa kwa maana ya ile justification. Kwa hiyo sisi sote tulioko duniani tu wana wa Mungu. Sasa sikiliza kinachofuata, nasema wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa. Bado hatujajua kwa kweli aliyeshinda dhambi ni nani. Bado hatujajua kwa kweli aliye mtakatifu ni nani, kwa sababu nimeshakupa sababu mwanzoni mwa somo hili kwamba wako watu wanaotunza amri kwa sababu kadhaa, wako watu wanaoacha dhambi kwa sababu kadhaa, lakini haijadhihirika bado. Kuna saa inakuja ambayo yeye, yeah, yeah, anayekuja atachambua ni nani ambaye ni mwana wa Mungu halisi, ni nani ambaye ni mtakatifu halisi, ni nani ambaye ameshinda dhambi katika uhalisia wake. Haijadhihirika bado, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa huyo, ni nani ni mwana wa Mungu, kama wimbo ambao tumetoka tume kusikiliza sasa, kwamba anakuja mfalme, anakuja huyo, ndiye anayekuja kudhihirisha kabisa, na atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamwona kama alivyo, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Sasa ninaomba nishuke kidogo nizungumzie haya maneno mawili kwamba sisi tu wana wa Mungu na kwa sababu sisi tu wana wa Mungu, kuna kazi ambayo ilifanyika katika ile utakatifu, hatua ya kwanza ile justification. Hiyo kazi ndiyo inayotupatia kibali cha kuitwa wana wa Mungu. Hiyo ni kazi gani? Wale ambao mnakumbuka nilisema kwamba justification ni kitendo cha kuhamishwa position, kutolewa katika chumba cha waliohukumiwa na kuwekwa katika chumba cha wana wa Mungu. Kwa hiyo tumetolewa katika kiti cha hukumu tukaketishwa katika kiti cha wana wa Mungu. Tumehamishwa katika kiti cha waliopotea tukawekwa katika kiti cha wana wa Mungu, na ndiyo maana, sikiliza, katika Waibrania anasema kwamba sisi ni ndugu zake Yesu Kristo, haoni haya kutuita ndugu. Naomba nilisome hilo fungu. Waibrania sura ya pili na ule mstari wa kumi hadi wa kumi na moja. Waibrania sura ya pili ule mstari wa kumi hadi wa kumi na moja, maandiko matakatifu yanasema hivi kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Sikiliza fungu la kumi na moja. Maana yeye atakasaye, maana yeye atakasaye, ni nani huyo? Ni Yesu Kristo. Na hao watakaswao wote pia watoka kwa mmoja kwa ajili kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu. Biblia ya Kiingereza imetumia neno zuri. We are brothers. Yesu ni kaka yetu, Yesu ni ndugu yetu. Kwa hiyo tangu Yesu alipokufa msalabani, akatuhamisha aka katika position ya, ya waliopotea position ya watumwa wa Mungu, alituketisha katika kiti cha yeye tukaitwa ni wana. Ninaomba nilikazie hili, yaani wewe hapo ulipo umeketi katika kiti cha mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu, wewe una umepewa haki sawa na ile aliyonayo Yesu Kristo. Na ndiyo maana hata baada ya kifo cha Yesu Kristo alipopaa kwenda mbinguni Hakutoa tena uungu, bado alipaa akiwa na mwili wa mwanadamu. Na ndiyo maana hata sasa hivi tunavyozungumza, kule mbinguni Yesu Kristo ana mwili wa mwanadamu kabisa, anaonekana kama mwanadamu. Mikono yake iliyotobolewa bado iko vile vile, ubavu wake uliochomwa mkuki bado uko vile vile. Kwa nini? Amekalia kiti cha uwana wa Mungu, kiti ambacho ni sawa na sisi. Yeye atakasaye na hao watakaswao wote wametoka kwa mmoja, kwa hiyo haoni haya kutuita sisi ni ndugu zake. Ndugu zangu, tuna privilege kubwa sana, tuna title kubwa sana, sisi ni wana wa Mungu. Sons of God sisi ni wana wa Mungu, kwa hiyo mahali Yesu alipo hapo ndipo na sisi tulipo. Tulihamishwa kutoka kwenye chumba cha waliohukumiwa, chumba cha walio cha waliopotea, kiti cha waliosubiri hukumu, tukaketishwa kwenye kiti cha wana wana wa Mungu. Hilo tu linatosha kunipa nguvu kwamba katika hatua ya kwanza ya utakatifu nilihamishwa nikawekwa mahali hapo. Kwa sababu niko mahali hapo, ndiyo maana nasema na tuendelee sasa kujitakasa, kama yeye alivyo mtakatifu. Ndio maana yeye alipokuja duniani alitupatia kielelezo, akaishi bila kutenda dhambi, akajaribiwa kama tunavyojaribiwa, lakini akaishi bila kutenda dhambi. Sasa sikiliza, nikwambie Jambo la pili ambalo nataka nikwambie, anasema kwa sababu tu wana wa Mungu, na haijadhihirishwa itakavyokuwa. Kuna, kuna tukio tunalisubiria, wapendwa, na hili tukio hivi karibuni ni kama limeanza kufutika kwenye mawazo ya watu ni kama tumeanza kulisahau hivi, ni kama watakatifu wa Bwana tunalisahau hili tukio, nalo si jingine, ni tukio la ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Anakuja kukamilisha, anakuja kuthibitisha, anakuja kuweka wazi. Hili tukio ni matumaini kwa walioonewa, ni matumaini kwa walio gizani, wasiojua nani ni nani, wasioelewa maana katika ulimwengu wa leo Hatuelewi taperi wa kiroho ni nani na anayesema kweli ni nani. Hatuelewi nabii wa kweli ni nani na hatuelewi nabii wa uongo ni nani. Sasa inakuja atakapodhihirishwa ujio wa Yesu Kristo ni halisia, na kwa sababu ni halisia, hilo ndilo tukio linalokuja kutufanya tuwe, tuvikwe utukufu na utakatifu. Sehemu ya mwisho, sikiliza, nikupeleka katika kitabu hiki kwa haraka kidogo. Sikiliza kitabu kile cha Mathayo sura 25. Mathayo sura ya ishirini na tano nataka nisome mafungu haya mengi kidogo. Fungu la thelathini na moja hadi arobaini na sita. Nataka niyasome hayo mafungu kwa kwa wingi kidogo. Ni mengi lakini nataka niyasome yote. Ni Mathayo sura ya ishirini na tano nitasoma mstari wa thelathini na moja hadi ule wa arobaini na sita. Maandiko matakatifu yanasemaje? Tunaongelea habari ya ujio wa huyu mfalme, mwana wa Mungu anayekuja kutenganisha wale walio wa kweli watakatifu wa kweli na wale waliofanya utakatifu kama usanii, Wakristo wa kweli na wale Wakristo walioishi kisanii. Hapa ndipo utenganisho utakapoanzia. Maandiko matakatifu yanasema hivi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 ni ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu, kwa maana nalikuwa nanja, muka, muka nata, nina, nina, nina, nina, nina na njaa, mkanipa chakula. Sikiliza, kabla sijaendelea hili fungu ninayoyasoma haya yanayofuata ni kanuni zitakazotumika kutenganisha kondoo na mbuzi. Ni kanuni zitakazotumika kutenganisha wabaya na wema. Ni kanuni zitakazotumika kutenganisha Wakristo wa kweli na Wakristo wasiokuwa wa kweli. Ni kanuni zitakazotumika kutenganisha waovu na wema. Sikiliza, maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Nalikuwa na kiu, mkaninywesha. Nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, na alikuwa uchi, mkanivika, na alikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, na alikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni mgeni tukakukaribisha, au huu uchi tukakuvika? na ni lini tena tulipokuona huu mgonjwa au kifungoni tukakuijia? Na mfalme atajibu akiwambia, amini nawambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu, mliolaniwa, mwende katika moto wa milele, aliyoweka tayari Ibirisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, na alikuwa uchi, msinivike, na alikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao watajibu pia wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona? Utaendelea kusoma hayo mafungu kwa wakati, wakati. Kipimo cha kutenganisha watakatifu, kipimo cha kutenganisha wenye haki na wasio haki. Hatutapimwa kwa jinsi tulivyosoma sana maandiko. Hatutapimwa kwa jinsi tulivyohubiri sana. Hatutapimwa kwa jinsi tulivyoimba sana. Hatutapimwa kwa jinsi tulivyojua habari ya unabii wa Danieli na Ufunuo. Hatutapimwa kwa jinsi tulivyokuwa viongozi kanisani. Hatutapimwa kwa jinsi tulivyokuwa na karama nyingi. Vipimo viko wazi, ni namna tulivyowatendea wanadamu wenzetu, yale tuliyoyatenda kwa wengine. Kuna kama, kama, kama nisingekuchanganya sana ningekwambia hatutapimwa kwa jinsi tulivyotunza amri kumi. Tutapimwa kwa jinsi tulivyotenda matendo yetu. Tulitenda namna gani? Angalia tu vipimo viko simpo. Nalikuwa na njaa, hamkuja kunilisha. Nalikuwa na kiu, hamkuninywesha. Vipimo viko simpo. Nalikuwa kifungoni, hamkuja kuniona. Nalikuwa uchi, hamkunivika. Na haya ndiyo yanayosumbua kanisa leo, ndio yanayosumbua Wakristo wengi leo. Tumekuwa wajuzi sana wa kuelezea unabii wa wanyama wanne, wajuzi sana wa kuelezea resoni, lakini angalia matendo madogo madogo tunayoyatenda. huwa ninawapa huu mfano Uh, japo baadhi huwa wanasema ni mfano unaowakwaza, lakini huwa ninaurudia na nitaurudia mara kwa mara. Tembelea mahospitalini, naenda kaangalie ni akina nani wanaoamka alfajiri wakiwa na chupa za chai na mandazi na vitumbua vya bure visivyokuwa visi, visi vya kulipishwa. Wanapeleka hospitalini ni akina nani naenda kachunguze wasa ni wangapi humo? walokole ni wangapi humo? Sisi tukipeleka chai na uji na vitumbua, ujue tumeenda kuuza. Lakini kuna kundi la watu wako hapo alfajiri wanakwenda kupeleka. Yesu Kristo atasimama na kusema, ondokeni kwangu, siwajui. Na alikuwa na njaa hamkunilisha. Angalieni tunavyofanyana sisi kwa sisi. Angalieni tunavyotumia nguvu kubwa kugawa vitabu pendo lisilo kifani, tumaini kuu, sijijipatia amani moyoni. Hao hao tunaowagawia wana njaa, wamelala njaa, hawana chakula na hatutendi jambo lolote. Sikiliza, Yesu atatenga makundi haya kwa kutumia kanuni hiyo. Nisikilize, nimalizie kwa haraka kidogo tuendelee mbele kidogo, ninapomalizia kwa sababu hiyo, kwa sababu tunamsubiria Yesu Kristo anayekuja ku, kuchambua wenye haki na wasio haki. Jambo la kwanza, tuna mambo tunayopaswa kuyafanya, niyasome kwa haraka. Mambo manne unayopaswa kuyafanya unapomsubiria Yesu Kristo: jambo la kwanza, endelea kujipima kwake. Yeye ndiye mfano wetu. Acha kujipima kwa wanadamu, usijipime kwa Pasta Bihene, usijipime kwa kiongozi wako. Sisi ni wanadamu tu, tunayo tunaye kielelezo asiyekuwa na mawaa, asiyekuwa na doa, Yesu Kristo ambaye anakuja kama mfalme aliyeishi bila kuanguka dhambini, aliyejaribiwa na hakuangushwa. Jambo la pili unalopaswa kulifanya, usiruhusu kukatishwa tamaa katika mbio hizi. Usiruhusu mtu akukatishe tamaa, maana hata hivyo, ufunguo wa kuingia mbinguni hajapewa binadamu yeyote. Nisikilize, ufunguo wa kuingia mbinguni hajapewa Petro. Ufunguo wa kuingia mbinguni hajapewa Yohana, hajapewa Biene, hajapewa Kangaragu, hajapewa Wangusu, hajapewa Pastor Adonias. Ufunguo wa kuingia mbinguni alikabidhiwa Yesu Kristo. Usitazame anayekupiga mkwara katika mbio hizi, endelea kupambana. You are the one to win, ni wewe unayesubiriwa kushinda kuna nyakati wa Kristo tunapigana sana mkwara, tunaonyeshana, kuna mtakatifu na asiye mtakatifu, tunaonyeshana kuna boya na asiye boya. Hakuna habari hiyo, aliyeshikilia ufungoni Yesu Kristo, na hajamkabidhi mwanadamu yeyote. Hajapewa askofu, hajapewa mwinjilisti, hajapewa padri, hajapewa shehe. Ufunguo wa kuingia mbinguni ameushikilia masihi mwana wa Daudi, Yesu Kristo. Endelea kujipima kwake, usikatishwe tamaa na mwanadamu yeyote. Jambo la tatu Si kazi yetu kuamua ni nani atakayeingia na ni nani hataingia mbinguni, hiyo si kazi yetu, maana hata hivyo, mbinguni tutakutana na maajabu na, na, na, na roho ya unabii naweka kilia hili jambo. Nimekuwa nikirudia mara kwa mara, Ellen White anasema tutakapoingia mbinguni tutakutana na maajabu makubwa matatu, anasema ni three surprises. Surprise ya kwanza anasema tutakutana na watu ambao hatukutegemea kama wataingia mbinguni, tutawakuta mbinguni. Tutashangaa wale tuliodhani watapotea, tutawakuta mbinguni. Makuhani watashangaa kumkuta mwizi msalabani akiwa amekaa karibu na Yesu katika kiti cha enzi katika meza ya rojorojo na, na nataka nikwambie, Uria atashangaa kukuta Daudi ameketi karibu na Yesu. Nataka nikwambie, Stefano atamkuta Sauli akiwa ameketi karibu na Yesu. Na hata wewe, huyo unayemchukia, huyo unayedhanini mpagani, utamkuta amekaa karibu na Yesu si kazi yetu kuamua hiyo. Surprise ya kwanza, surprise ya pili: Ellen White anasema tutashangaa wale tuliodhani tutawakuta hatutawakuta mbinguni, wale tuliowaona waling'aa kama nyota, wale tuliowaona viongozi wakubwa, wale tuliowaona wahubiri powerful, wale tuliowaona wainjilisti walioshika magombo, tutashangaa kutokuwakuta mbinguni. Na ndio maana tuna miaka elfu mbinguni ya kujifunza hayo mambo. Kwa nini huyu hajaja? huyu ameingiaje? huyu kuna watu watalalamika na kusema, kwa nini huyu umemleta huku? Ndiye aliyeua mwanangu, ndiye aliyeua mke wangu. Na Yesu atasema, hauelewi. Dakika ya mwisho tulimalizanaje? Na, na kutia moyo, mpambanaji mwenzangu, pambana mpaka dakika ya mwisho. Pumzi ya mwisho itaamua. Acha kusikiliza mtu anasemaje, pumzi yako ya mwisho iamue kwamba wewe unaingia aungi na, surprise ya mwisho ya tatu, tutakayokutana nayo mbinguni, tutashangaa kukuta sisi wenyewe tuko mbinguni. Kila mmoja hapa anajifahamu vituko vyake, anaelewa. Nataka nikwambie, you will be surprised to find yourself in heaven. Utajishangaa kujikuta huko mbinguni, na ni hakika utajikuta huko mbinguni. Mwisho, jambo la nne unalopaswa kulifanya, kwa sababu namsubiria Yesu Kristo, elewa kwamba kuijua dini ni swala moja, na kumjua Yesu ni swala jingine. Na bahati mbaya, leo viongozi wengi wa dini, wakufunzi wengi wa dini wanatuandaa kuijua dini kuliko kumjua Yesu Kristo. Wanatuandaa kukalili mambo ya dini kama vile makuhani na walawi walivyoshangaa wanaendelea na mifumo ya dini, hawakujua kama Yesu amezaliwa. Na mamajusi wapagani kutoka mashariki wakaiona ile nyota, makuhani wakishangaa. Ndivyo wengine tutakavyoshangaa kumwona mwana wa Adamu anapita, sisi tumeachwa. Simama imara, endelea kujifunza kumjua Yesu, sio kujua dini, sio kujua mifumo ya dini, mjue Yesu Kristo anayeokoa. Wito wangu asubuhi wa ya leo ni huu hapa nenda na hili fungu asubuhi ya leo ninapokuacha, sikiliza na, na, Paulo anaeleza maneno mazuri kabisa katika Wakorintho wa kwanza tisa ishirini na nne tisa ishirini na nne hadi ishirini na saba Sikiliza mafungu haya, anasema: Je, hamjui ya kuwa wale washinda nao, kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Higeni mbio namna hiyo, ili mpate na kila ashinda naye katika michezo hujizuia katika yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo wao, sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio nami, nasema asubuhi ya leo, hata mimi Pasta Bihene napiga mbio vivyo hivyo, hata wewe Pasta Kangaragwa, hata wewe Pasta Wangusu, Pasta Adonias, Pasta Chazi na waubiri wengine tunapiga mbio vivyo hivyo, si kama tunao sita, bali wala tunapigana tuna hivyo hivyo, tena anatumia neno napiga ngumi. Si napiga ngumi hivyo, si kama pigae hewani, bali na utesa mwili wangu kuutumikisha, ili isiwe nikiisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe wa kukataliwa. Mungu atusaidie sana. Saa inakuja anayechambua anakuja, endelea kutembea. Keep moving. songa mbele, anayechambua anakuja. Anayechambua sio mchungaji amechambua sio mzee wa kanisa wala mwinjilisti. Anayechambua ni Yesu Kristo. He is coming, keep moving katika jina la Yesu Kristo, Amen. Warumi 8:31 anasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu? Asubuhi ya leo hakikisha Mungu anakuwa upande wako, chagua kuwa upande wa Mungu na Mungu awe upande wako, maana nasema Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Kwa hiyo ninawaombea asubuhi ya leo, Mwenyezi Mungu awe upande wenu katika kazi zenu ofisini, Mwenyezi Mungu awe upande wenu katika biashara yenu, Mwenyezi Mungu awe upande wenu katika kilimo na ufugaji na yote mnayoyafanya, yakapate kibali machoni pa Bwana, yakibarikiwa na Bwana. Baba yetu mwema na muumbaji wa mbingu na nchi, wewe umesema ukiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Tunaamini umechagua kwa upande wetu, maana nasi tumechagua kwa upande wako. Na kwa namna ya pekee sana, karibu uwe pamoja nasi kwa siku hii ya leo. Watoto wako wanatawanyika kwenda duniani mahali ambapo kuna pambano kubwa kubwa sana, na ibilisi anawasubiria kwa hamu. Na mungu wetu, tunaamini wewe una nguvu kuliko yeye. Nenda kawalinda watoto wako katika shughuli zao za kila siku, katika shughuli zao za kibiashara, ufugaji, kilimo na wafanyakazi watakaoingia maofisini, ukawabariki kwa pamoja. Na hasa leo ni siku ya maandalio ya Sabato, tusaidie kukumbuka kufunga kazi zetu kwa wakati, na neema yako iwe pamoja nasi. Pendo la Mungu Baba na shikao mtakatifu usitupungukie katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru Amen.